wa sallallahu wa sallama ala nabiyih lkarim Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasalam. Waheshimiwa watukufu wa Islam, nakuja mara nyingine mbele yenu kuchukua fursa hii ili niweze kutoa nasaha, nasaha mbili kwa ammati duat kwa jumla ya wanadawa watulab na wanafunzi wa elimu walulama na wanachuoni, ikiwa hapa kwetu Goma, nchi yetu Kongo, au duniani kote, kuna kuzungumziwa Kiswahili, nasaha hii ifanye kazi. Ndugu zangu, watendaji wa da'wa, wanafunzi wangu, wanafunzi wenzangu, waalimi wangu, twaweza kutangaza, twaweza kusomesha, twaweza kueleza madhahibi yetu pasina kutukana madhahibi za wengine, hilo lawezekana. Anaweza mtu kufundisha kutangaza kueleza madhehebu yake pasina kutukana madhehebu ya wengine, pasina kumtukana mwengine. Madhehebu yako ni nzuri kwako, lakini kumbuka madhehebu anayoifuata mwengine ni nzuri kwake pia. Na wewe si mwanzilishi wa madhhabu, kama vilevile vile na yeye si mwanzilishi wa madhhabu. Kwanini, kwa nini kwako wewe kufundisha madhhabi yako ni lazima utukane ya yule, au utukane yangu, wakati mimi na wewe na yule sote twajinyasibisha kuwa ahlusunnatu waljamaa? Tutaitwa ahlusunnatu waljamaa, sisi ndo wa kwanza kwenye mijadala. Twaitwa ahlusunnatu waljamaa, sisi ndo wa kwanza kwenye kutukanana. Twaitwa ahlusunnatu waljamaa, sisi ndo wa kwanza kuambiana maneno machafu Twaita ahlusunnati waljamaa, sisi ndo wa kwanza wenye kukufurishana, kutoana khasa katika Uislamu, kupeana majina ya sofa. Ama je, kufundisha madhhabu kuna maana ya kutukana madhahabu uliokuta au madhahabu ya mwengiwa au kufundisha madhhabu ni maana ya kutukana madhahabu ya wengine? Kalla, sivyo, waweza twaweza kufundisha madhehebu yetu pasina kutukana madhehebu zingine. Lakini hapa kwetu Goma, nchi yetu Kongo, na nchi nyingine katika Afrika Mashariki kunakozungumziwa Kiswahili, jambo hili limeonekana kushindikana, kwa sababu kila anayefundisha madhehebu anatakiwa, kwa sababu wameonekana wengi wanaosomesha madhehebu wakiyatukana madhehebu mengine, na hii kwa kweli yasikitisha. Hii ni da'wa gani? Ama je, sisi tulio na madhehebu leo ndo tumeanzisha madhehebu? Kalla, sio sisi tumeanzisha madhehebu. Au je, ikhtilafu zetu hizi tulizo nazo sisi watu wa madhehebu nne malikiyu akiwa akiikhtilafiana na shafiiyu akiwa akiikhtilafiana na hanafiyu akiwa akiikhtilafiana na hambaliyu. Je, hizi ikhtilafu sisi ndo wa mwanzo kuwa nazo, au sisi ndo tumezianzisha kabisa? Au ikhtilafu katika ilmu ya aqida, ashariyu akiwa akiikhtilafiana katika masala madogo na maturidiyu maturudiyu akiwa akiikhtilafiana katika masala madogo na athariyu. Je, hizi ikhtilafu sisi ndo wa mwanzo kuzianzisha? Hapana. Lakini kwa nini sisi tukizifundisha leo lazima tutukanane? Alimamu Malik rahimahu llahu taala ambaye ni mmoja katika wale wa imamu wanne ambao ndo vichwa vya madhehebu nne ya ahlusunnati waljamaa, aliwahi kupendekezewa na Khalifa Haruna Arrashid wa khilafa ya Abasia, khilafa itumie nguvu kuweza kuvunja madhehebu zote duniani na pabaki madhehebu moja peke yake katika ahlusunnati waljamaa, nayo ni madhehebu ya Alimamu Malik bin Anas rahimahullah lakini ameleta jibu nzuri sana Alimamu Malik ambayo ni faida kwetu sisi, duaati wa leo, wanafunzi walimu na ulama wa leo. Sisi tumfuate Alimamu Malik kwenye jibu lake hili. Alimamu Malik katowa jibu gani? Alimjibu Haruna Rashid, ya amira almuminin, e, amiri wa Waislam,

Majibu ya alimamu Maliki kwa Haruna Arashid, ambaye ni khalifa aliyempendekezea kwamba madhehebu duniani iwe ni ya malikia tu, anasema: kullu kama, kila mmoja yatabiu ma maasaha indahu, anafuata mwenendo ule ambao aona yeye huu ndio uliosahihi. Wa kulluhum ala lhuda, na waislamu wote Ahlusunnat waljamaa wako kwenye uongofu wa kullu yuridu llah na kila muislamu anampenda Mwenyezi Mungu, anataka kukutana na Allah subhanahu wa taala. Haya ndo majibu ya alimamu Malik, yani hakupendekeza, hakupendelea kwamba madhehebu yake iiponde ile ya Abu Hanifa, ha. Amwambia khalifa, e bana watu kule, wa Iraqi kule wameshazoea madhehebu ya Abu Hanifa, waache na madhehebu ile sote tuko kwenye haki na kila muislam anafuata madhehebu ile ambayo anaona kwake ni sahihi. Maneno haya Imamu Malik iwe ni kaida yetu, iwe ni prinsipe de base yetu, kwamba kuikhtilafiana kwa madhehebu, kuikhtilafiana kwa wanawachuoni, kuikhtilafiana kwa maimamu wetu ni rahma kwetu, na kila mmoja afuate madhehebu ile ambayo anaridhika nayo. Hauna ulazima kumtukana yule, hauna ulazima kuntukana mimi, kunidharau, kunikejeli, kunipea majina, kunikufurisha, kunitoa kwenye Uislamu. Ah, ah, hauna lazima hiyo. Maneno haya al-Imamu Malik na Haruna Rashid, yatizame katika kitabu yasalunaka fi ddini walhaya cha duktur Ahmad Sharabasi. Vile vile katika kitabu Almughni cha Alimamu Ibnu Qudama Almaqdisi rahimahullahu taala, anazungumza maneno karibu na haya, akituelekeza sisi duati tusiwe wenye kupigana mangumi, tusiwe wenye kutukanana kwa sababu ya ikhtilafu ya madhheb. Anasema wajaala kwamba, na Mwenyezi Mungu amejaalia fi salafi hadhihi lumma katika wa mwanzo miongoni mwa umma huu wa, wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aimmatan min alalam, Mwenyezi Mungu amejaalia pawe maimamu wakubwa katika wanavyoni, muhda bihim kawaid alislam, ambao kupitia wao Mwenyezi Mungu ametuongoza sisi kwenye misingi ya dini ya Uislamu, wa audha bihim mushkilati ahkam na kupitia hawa wanachuoni Mwenyezi Mungu subhanahu wataala aliweza kututatulia shida katika hukumu ya Uislamu, ninini halali ninini haramu ninini makuruhu ninini mubah. Hawawana wachuoni ndo Mwenyezimungu amewatumia ili waweze kututatulia shida hizo. Anamaliza Ibn Kudama Almakdisi anasema itifaquhum hujatan qati'a, yale waliokubaliana hawa wanachuoni makubaliano yao hawa wanachuoni ndo hoja tosha kwetu sisi umati Muhammad. Tukipata jambo ambalo wamekubaliana hawa wanachuoni wote wameafikiana kwenye jambo, basi hiyo jambo ni hoja ilio na nguvu. Hakuna ambaye anaweza kuleta wasiwasi wasi tena. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasia, na ikhtilafu ya hawa na wachuoni ni rehma kubwa sana kwetu umati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hasa mbona wewe watakutumia sasa, mbona wewe watumia ikhtilafu kuwa ni shari? Kwa nini ulazimishe watu kufuata lile lako, na wasiofuata lile lako uwakufurishe, wasiolifuata uwatukane, utukane wazee, utukane vijana, utukane mashekhe wako, washekhe wenzako, wanafunzi wako, waalimu wako uwatukane, kwa sababu tu wana madhehebu tofauti na ile yako? Kwa kweli, jameni, nasaha yangu ya kwanza ni kwamba twaweza kutangaza madhehebu yetu, kuieleza, kuifundisha pasina kutukana madhehebu za wengine. Ama ushauri wangu wa pili ni kwamba twaweza pia kusomesha ama kufundisha ama kuelekeza ama kurekebisha pasina kukejeli, pasina kukebehi pasina kudharau pasina kutukana. Anaweza mtu kufanya kosa, labda kwa sababu hakukumbuka au kwa sababu hafahamu, lakini wewe unamkosoaje? Unamfundishaje? Unamwelekezaje? kwa kumtukana, kwa kumdharau, kwa kumkufurisha? Subhanallah, billahi alaikum Tunaweza tukakosoa, tunaweza tukaongoza, tunaweza tukakumbusha, tunaweza tukaelekeza, pasina matusi, pasina madharau, pasina kebehi, pasina kejeli. Twaweza tukafanya hivyo. Allah subhanahu wa taala katika surati Nahli, kama sijasahau, ni aya ya 125, Anamfundisha mtumi wetu ambaye mtumi ndo mwalimu wetu mkubwa, njia gani atafanya da'wa? Anamwambia id we Muhammad lingania sallallahu alaihi wasallam, id lingania ila sabili rabbika bil hikmati wal mawidhati lhasana, lingania, waite watu, fanya da'wa kwa mola wako kwa hikma na mawaidha bora na maneno mazuri manake, mwenyezi Mungu hakumwita mtume afanye dawa tu. Aha. hakumtaka mtume alinganie watu kwenye Uislamu tu, hapana. Hakutosheka na kuwalingania watu asema, ida ila sabili rabbika bila hikma We waite watu, fanya dawa, lingania watu kwenye Uislamu kwa hikma walmawidhati lhasana, na kwa mawaidha mema, kwa mawaidha mazuri, kwa maneno mazuri, sio kwa kuwatukana watu, sio kwa kuwakebehi watu, sio kwa kuwakejeli watu, sio kwa kuwadharau watu sio kwa kuwakufurisha watu, sio kwa kuwapa watu majina mabaya, sio kwa kutumia maneno mabaya. Anaendelea Allah anasema, wajadilhum billati hiya ahsan. Na unapojadiliana na hawa watu, unapoongea na hawa watu, hata kama watakuwa ni wale ambao hawashikilie jambo sawa sawa na wewe, hawana msimamo sawa sawa na wako jadiluhum billati hiya ahsan, ongea nao kwa yale ambayo ni mazuri, kwa maneno mazuri, kwa mfumo mzuri, kwa hali nzuri eh? Usijifanye wewe ndo kama hivyo. Leo kuna watu wanajiita, eh, firikatu najiha kikundi kilichookoka. Wewe unajuaje uliokoka? Allah anamaliza kwenye aya ya kumwambia mtume Inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilihi wa huwa alamu bilmuhtadin, hakika Mola wako yeye ndiye anajua ni nani amepotea njia yake na ni nani ndiye mwenye kuongoka. Jameni, tumwachie Allah kufanya kazi yake, sisi tufanye kazi yetu, na kazi yetu ni kufundisha, ni kulingania watu tukiwa na hikma na, kitu, na tukitumia maneno mazuri. Tunapojadiliana na watu, tuache kejeli, tuache dharau, tuache matusi. Tutumie adabu iliyo juu. Na Allah ndo mwenye kuongoza. Tuache sisi kulazimisha watu kutufuata. Tumwachie Allah kufanya kazi yake. Yeye ndo aongoze au yeye ndo aache mtu kupotea. Na yeye ndo atahukumu, kwa sababu yeye ndo anajua huyu ameongoka, huyu amepotea. Bali sisi tufanye jitihada tu, na kwenye jitihada hakuna ruhsa ya matusi, hakuna ruhsa ya madharau, hakuna ruhsa ya... ya takfiri, kukufurishana. Hizi mbili ndiyo usia ambao nimependelea kutolea wanafunzi wenzangu, au wanafunzi wangu, waalimu wangu Ulamai wa mji wangu wa nchi yangu na wa bara yangu Afrika kote kunakozungumziwa Kiswahili ambako ntasikiwa, tunaweza kutangaza na kusomesha madhahabi yetu pasina matusi, pasina vita, vurugu, kelele, ikiwa sote twajinasibisha na ni ahlusunnatu waljamaa. Na wa pili, tunaweza kukosoa kurekebisha pasina dharau